Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kipindi ambacho kwamba amba tunazieleza sura za Al-Qur'anul Karim ili tupate kujua mawili na matatu ambayo kwamba yanafungamana na hizi sura za Alquran Lkarim, ili tuwe na maana hata kama ni kidogo ya yale ambayo kwamba tunayoyasoma katika Alquran Lkarim. Leo insha Allahu taala tumefika katika Suratu Abasa. Suratu Abasa ni sura makiyatun, ni sura ambayo kwamba imeshuka katika mji wa Makka na aya zake ni arbaini na mbili. Sura yenyewe inaanza na abasa watawalla anjaahu jaahu la'ma, alafu inamalizika ulaika humul kafaratu alfajara. Suratu abasa imeanza kwanza kwa kutaja kisa cha kipofu katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abdullahi ibn Ummi Maktum, ambaye kwamba alikuwa ameenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yatlubu minhu an yuallimahu mimma allamahu Allah. Ataka kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amfundishe yeye katika yale alomfundisha Allah subhanahu wa ta'ala.

Sisi si wasi lolote si, si chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna nguvu za kushindana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha sisi asili yetu ni ipi. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele akaeleza kudra yake, falyandur alinsanu ila ta'ami anna sababna alma'a sabba thumma shaqaqna alardha shaqqa

istifsar kuhusu dini, anataka kuijua dini yake, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshughulika na wale kubarau Quraish, alikuwa anawaita katika Uislamu, alikuwa anawasisitiza wamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona afadhali nishughulike na hawa kuffaru Quraishi, kwa sababu hawa wana ukubwa katika makabila yao, kwa hivyo nikiwapata hawa nikiwatia katika Uislamu itakuwa ni sababu, na makabila ambayo kwamba yako chini yao kuingia katika Uislamu. Mwenyezi Mungu wa subhanahu wataala akaendelea kusema, abasa watawalla an jaahu al-a'ma wama yudrika laalahu yazakka, ai wama yuallimuka wayukhbiruka ya Muhammad laala hadha lama aladhi abasta fi wajhihi yatahharu min dhunubihi bima yatalaqahu anka min alilmi walmaarifa, ai kitu gani hakinakupa wewe habari bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Henda pengine huyu kipofu ambaye kwamba amekuja amba kwako, ukaukunja uso wako baada ya kumwona yeye, pengine anaweza kujitwahirisha kutokamana na madhambi yake kwa yale ambayo kwamba atayapata kutoka kwako wewe kutokamana na maarifa na kutokamana na uongozi. Bi maana ya Muhammad, usimkunjie uso mtu kama huyu, pengine kwa sababu ya kukutana na wewe na kwa sababu ya kuzungumza na wewe na kwa sababu ya kusikiliza maneno yake pengine itakuwa ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi yake, itakuwa ni sababu ya yeye kujitahirisha kutokamana na dhambi, itakuwa ni sababu kwa sababu yako wewe kupata ilmu na kupata maarifa kutoka kwako. Kwa hivyo usimkunjie uso, hata kama haoni umemkunjia uso au umekasirika, usimkunjie uso. au yadhakkaru fatanfau dhikra au yataidhu bima yasmau fatanfaahu mauidhatuk, ama ataedheka yamnufaishe mawaidha yako, bimaana ataketi na wewe utampatia maneno mamoja mawili, pengine atanufaika na mawaidha yako, na yeye pengine atakwenda kufikisha mbele mawaidha yako. Ama man istaghna, ama hawa ambao kwamba hawana haja na imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama hawa ambao kwamba hawana haja yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hawana haja kukusikiliza wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hawana haja kukaa pamoja na wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na wao ni watu wenye mali, wao wanajali mali yao, hawataki maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

Wewe unashughulika sana kuwafikishia da'wa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, unajishughulisha sana kuwafikishia neno la Allah subhanahu wa Taala hawa ambao kwamba hawana haja na wewe, kuliko yule ambaye kwamba ana haja na wewe, amekuja kwako, ataka umpatie maneno yamsafishe kutokana na madhambi, ataka kupata maneno kutoka kwako.

kwamba hawa hawatojitwahirisha kutokamana na ukafiri ama kutokamana na uchafu ambao kwamba wako nayo ama kutokamana na kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waliozama ndani yake. Innama alaika lbalagh, hakika yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni juu yako kufikisha tu, usijitia dhiki ya kwamba hawa masanadida quraishin watatoka katika ukafiri watajitwahirisha kutokamana na madhambi wanaoyafanya, watajitwahirisha kutokamana na makosa wanaoyafanya. Usijitie dhiki wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanya kazi yako ya kuongoza, fanya kazi yako ya kuwafikishia ya kwamba la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah qulu la ilaha illa llahu tuflihu. Wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afikisha ujumbe tu basi hiyo niyo kazi yako. wa ama man jaaka yasa, ai, yule ambaye kwamba anakujilia kwako wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi talabi lilmi, katika kutafuta elimu, katika kutafuta kujua. wa yahrusu ala talabi lkhairi, na anapupa ya kutafuta mambo ya kheri, anapupa ya kutaka kujua mambo ya kheri ni yapi anapupa anataka kujua kuongoka ni kupi, ili niingie peponi, nitatumia njia gani? Nitafuata mwongozo gani? wa amma man jaaka yasa wa huwa yakhsha, ai wa huwa yakhafu llaha taala wa yattaqi maharimahu, na yeye anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na anaogopa kuingia katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameyaharamisha.

Anamwogopa Mwenyezi Mungu, anataka kuijua dini yake, anataka kumjua mola wake, anataka kumjua mtumi wake, anataka kujua halali ni ipi, anataka kujua haramu ni ipi. Fa anta anhu talaha, lakini wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badala uwashughulikie watu kama hawa, unaenda unawashughulikia makufaru quraishin Unapupa uwaongoze kufaru Quraishi, na hawa ni watu ambao kwamba hawataki kukusikiliza. Hawa ni watu ambao kwamba hawana haja ya da'wa yako. Hawa ni watu ambao kwamba hawana haja ya kuingia katika Uislamu. kalla innaha tadhkira, ay ya Muhammad la taf'al ba'da al-yawmi mithla dhalik

Yamesemwa ndani ya, ya Al-Qur'anul Karim na yale ambayo kwamba yanatakikanwa katika Al-Qur'anul Karim. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama, kwanza usijitie dhiki. Usiwe ni mwenye kubabaika. Na wala usiwe na pupa kutaka kuwaongoza kubarau Quraysh kwa lazima. Kwa sababu hawa ni watu wameamua hawataki kukusikiliza wameamua hawataki kufuata mwongozo wako. Wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, wafikishie waambie kadha wakadha wakadha. Na hawa ambao kwamba wanaokuja kwako wanataka kuongoka, wanataka hidaya, wanataka kujua mazuri ni yapi, mabaya ni yapi, ya kheri ni yapi, ya shari ni yapi.

ziliyoinuliwa zili daraja na mahala, munazahatun an aidi shayatin wa an kuli danasin wa naksin, zilizoepukanwa, ama zilizoepukana na mikono ya shaitani na zilizoepukana na uchafu na upungufu. Biaidi safara, katika mikono ya malaika ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amewajaalia ni kazi yao

Amewaumba, amewavisha, amewapatia maisha, amewapatia mali, lakini bado wanaendelea kumkufuru Mwenyezi Mungu. Wanaishi ala qaidi lhayati, yote apelekwa na Mungu, lakini bado wanamkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. min ayyi shay'in khalaka, Mwenyezi Mungu amekuumba na nini wewe, ambao kwamba mwenye unamkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na unamfanyia kibri subhanahu wataala, umeumbwa na nini? Unalipi wewe ambao kwamba wamkufuru Mwenyezi Mungu, wamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mutakabiran, hali yakuwa una kibri. Min ayi sheiin khalaka, umeumbwa na nini? Min nutfatin khalakahu faqadara, kutokamana na maji ya mani yalotwezwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ndo ameanza kuumbwa kwako Faqaddarahu, akamkadiria fi batni ummihi atwaran min nutfatin thumma min alaqatin ila an tamma khalquhu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutoka tone la manii akalijalia likawa likawa likawa katika tumbo la mamako, mpaka ukawa ni mtoto umekamilika katika tumbo la mamako. Mwenyezi Mungu akakadiria riziki yako akakadiria ajali yako na amali yako, kama ni mwema, kama ni mwovu. Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufanyia. Sasa vipi wamkufuru Mwenyezi Mungu? Vipi wamkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye amekuumba ame kutokamana na tone la manii lililoingia katika rahim ya mamako, ukakuwa tone la, la damu tone la nyama ukapata na mifupa ukawa ni binadamu kamili. Vipi wamkufuru Mwenyezi Mungu, vipi wamwonyesha Mwenyezi Mungu jeuri? Thumma sabila yasara, kisha njia ya kutoka katika tumbo la mamako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaisahilisha ile njia ukaweza ukatoka katika tumbo la mamako. Sasa vipi unakuwa na kibri Vipi unajiona na wewe ume, umetoka katika tupu mbili, umetoka katika tupu ya babako na umetoka katika tupu ya mamako. Vipi unamkufuru Mwenyezi Mungu? Vipi unamuonesha jeuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? thumma amatahu fa akbara, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ta atamfisha. fa akbarahu, kisha atamtia kaburini, ikraman lahu, kumkirimu huyu mwanadamu Mwenyezi Mungu atakufisha, kisha atakutia katika kaburi ikraman lak, kukukirimu. Hatuwezi kuishi na watu waliokufa ala wajhi al-ardhi, kwa sababu hakutokitika. Kwa hivyo, ikramu al-mayiti dafnuhu, kumkirimu yule maiti na kumheshimu yule maiti ni kumzika katika kaburi, ili kuzuia harufu yake ienee.

Huyu kafiri ani takaburi watajaburi, kuwa na kibri na kuwa ni mwenye kujiona. fa innahu lam yuaddi ma faradha Allahu alayhi, kwa sababu yeye hakutekeleza yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfaridhia. Kwa hivyo awache keburi, awache jeuri, awache kujiona, arudi nyuma, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aangalie asili yake aangalie ametoka wapi. Min ayi shaiin khalaqa, ameumbwa kutokamana na nini? Aangalie min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu faakbara. Aangalie kando kando yake wale waliozaliwa wakawa ni wakubwa wakafa wakatiwa katika makaburi yake. Kwa nini hati akili akasoma kutokamana na scenarios kama hizi?